Kama daktari nitasema ukweli kabisa. Katika mwezi huu nimekutana na wagonjwa wengi wenye maambukizi katika mfumo wa hewa, mafua, kifua, wanakohoa wengi sana. Swali, kuna uwezekano wa korona uviko 19 ikawa imerudi? nitakwambia wizara ya afya kupitia kwa daktari mkuu wa serikali Grace Magembe imethibitisha kwamba ugonjwa huu wa Corona COVID 19 au Uviko kumi na tisa upo, ndio upo, na unazidi kuongezeka hasa katika kipindi hiki. Sasa hii ndio ripoti. Taarifa hiyo kutoka wizara ya afya inaonyesha kwamba kumekuwa na ongezeko la wagonjwa wa Uviko kumi na tisa toka mwezi wa pili mpaka unapofika mwezi wa nne, ambapo katika mwezi wa pili wagonjwa mia moja thelathini na tisa walipimwa, lakini wagonjwa wawili waligundulika wazi wakiwa na ugonjwa huo wa uviko kumi na tisa. Unapokwenda maambukizi yalipanda na kuongezeka kabisa. Unapofika mwezi wa nne walifanyiwa vipimo wagonjwa mia moja themanini na tano na wagonjwa thelathini na moja waligundulika wazi wazi wakiwa na ugonjwa huo wa uviko kumi na tisa. Hiyo inafanya kuwe kuna ongezeko kutoka asilimia moja pointi nne mpaka asilimia kumi na sita pointi nane la wagonjwa hao ambao wameongezeka wa uviko. Je, hapo swali ni kwamba sasa vipi ugonjwa huu umerudi rasmi au vipi? Ripoti hiyo ya wizara ya afya inatupatia maswali matatu ya msingi. Swali la kwanza, je idadi ya wagonjwa wa korona iliyosemwa katika ripoti hiyo, je ye, ndio yenyewe au kuna uwezekano wa wagonjwa wakawa ni wengi zaidi kuliko hao waliosemwa hapo? Lakini swali la pili ambalo ni la msingi zaidi kuliko la kwanza ni je, ninapokuwa ninajisikia nina mafua na kikohozi, nitawezaje kujihakikishia kuwa changamoto nilionayo sio korona, lakini ni virusi tu vya kawaida? Nitalijibu pia katika video hii. Lakini pia swali la tatu la msingi ni kwamba sasa tufanyaje katika wakati kama huu. sasa tuanze na swali la kwanza Je, kuna uwezekano wa wagonjwa wakawa ni wengi kuliko hawa walioripotiwa? Sina hakika sana, lakini kutokana na ripoti hii inaonekana ni kana kwamba wagonjwa wapo wengi zaidi. Sasa ninasema kuna uwezekano wa wagonjwa wakawa ni wengi kwa sababu wagonjwa waliopimwa walikuwa ni wagonjwa wachache. Uende labda wangepimwa wagonjwa wengi zaidi, ingeonekana watu wengi pia wana ugonjwa huu, kwa kwa kuwa wagonjwa waliopimwa ni wagonjwa wachache pia wagonjwa waliogundulika na ugonjwa huu walikuwa ni wagonjwa wachache, lakini wangeipima wagonjwa wengi wagundulika, pia wagonjwa ambao wana ugonjwa huu wangekuwa ni wengi pia zaidi. Lakini pia sababu ya pili, you know, inayonifanya niamini hivyo ni, ni kwamba bila shaka hawa wagonjwa waliopima walikuwa ni wale wagonjwa ambao walikuwa wanaonyesha dalili waziwazi. Sasa ugonjwa huu wa Korona una mtindo fulani, kwamba unaweza kukawa na ugonjwa huu na haujaonyesha dalili yoyote lakini bado unaweza kuambukiza mtu mwingine. Kwa hiyo, wapo watu wengi ambao labda walikuwa na ugonjwa huo, wako mtaani lakini pia hawakuweza kuonekana dhahiri kwamba wana ugonjwa huo pia. Kwa hiyo, huenda wakawa wako wengi, ilo siwezi kufahamu zaidi, sawa? Lakini pia sababu ya tatu na nifanye niweze kuamini hivyo ni msongamano ulioko daa, kwenye magari, kwenye mwendo kasi, aisee, ni hatari. Lakini pia ugonjwa huu tukumbuke, unasambaa kwa njia ya hewa u kuna uwezekano ukawa uko zaidi kidogo. Sasa juzi nilikuwa na rafiki yangu tunapiga stori e, sasa tumekaa pale tunapiga stori akanionyesha klipo fulani ambayo watu wanagombania mwendokasi, watu wamejaa kwelikweli. Hebu cheki clip alafu, alafu uniambie unaniambiaje? ah! Kwa watu walioko hapo nadhani tunaweza kupona kweli kwa hali kama hiyo? Tunaingia katika swali la pili. Hasa kama nilivyosema, sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa la wagonjwa wengi wenye magonjwa haya ya mfumo wa hewa e, mafua, kifua, kikohozi. Wako wagonjwa wengi sana. Sasa swali, je, yeah. ni kweli wana corona au wana magonjwa mengine ya virusi mengine kama mafua ya kawaida? Sasa jibu lake ni hili ni vigumu sana kusema moja kwa moja kwamba ana virusi hivi vya corona, kwa sababu magonjwa haya yanayoambukizwa ya na virusi katika mfumo wa hewa mengi yanafanana kabisa dalili. Yani, hauwezi kutofautisha kwamba haya ni mafua ya influenza, haya ni mafua ya rhinovirus, haya ni mafua ya adenovirus. Huwezi kutofautisha, yanakaribiana kabisa: mafua yanayosababishwa na corona na mafua yanayosababishwa na rhinovirus au respiratory syncytial virus, virus yanafanana kabisa kidalili kiasi kwamba bila kipimo ni vigumu kuweza kusema kwamba una corona. Hapana, ni vigumu kabisa. Na sasa hivi kuna baridi hii na mvua mvua, kuna wimbi la magonjwa ya seasonal influenza, ambao huyu pia naye ni kirusi kingine ambao kinasababisha mafua makali vile vile pia. kwa hiyo sasa, badala ya kusema kwamba wewe, oh, una corona, bado hatuwezi kuwa na uhakika moja kwa moja kupitia dalili. Ndiyo, ni kweli corona ina mtazamo wake wa kitofauti sana sana, mnakuta mtu huwezi kusikia harufu au ladha fulani huwezi kuzihisi au pia muda mwingine unapata shida ya kupumua, japokuwa pia hata magonjwa mengine ya virusi kama influenza yanaweza pia yakaja na dalili hizo. Kwa hiyo moja kwa moja ni vigumu sana kuweza kugundua kama una korona au hauna korona kwa dalili bali utagundua tu kwa kipimo ambacho kinaweza kufanyika katika maabara. Na katika vipimo hivyo viko vipimo vya aina mbili. Kuna kipimo cha PCR ambao ndio kipimo cha uhakika kuweza kugundua kama una ugonjwa huu, lakini pia kuna kipimo cha haraka rapid test ambacho kinapatikana katika hospitali nyingi nyingi mbalimbali. Sasa changamoto kubwa inayokuja hapo ni hofu na mashaka. Mtu akiwa na hofu, akiwa na mafua, anapiga ichafu ya mbili, tatu na kikohozi, anahisi itakuwa corona, itakuwa corona hii, lakini ukifanya kipimo wala hata sio corona. Kwa muda mwingine ni hofu tu na mashaka na kuhofia kufa pia. Sasa katika swala la tatu, kitu gani tunaweza tukafanya katika wakati huu ambapo kuna wagonjwa wengi wenye magonjwa haya? I say nimekuandalia vitu saba vya msingi vya kuweza kufanya. Na kitu cha kwanza ni kwamba ondoa mashaka na ondoa hofu. I say, sasa hivi ni msimu wa baridi na msimu wa mvua. Mvua hizi na kama unavyofahamu ndio kipindi kunapokuwa kuna baridi ndivyo ambavyo virusi hivi vinazidi kupata nguvu na kuathiri wanadamu wengi kwa hiyo sasa hivi ni msimu wa mafua. Hata kama korona ingekuwa haipo kabisa, haijawahi kutokea duniani, huu ni msimu wa nini? Msimu wa mafua sana. Kwa hiyo usipanike kwamba itakuwa ni corona, nitakufa. Na unapokuwa na hofu, ndio inazidi kuzidisha shida zaidi na kuwa kubwa zaidi, hata kama ilikuwa ndogo. Sinamkumbuka Magufuli jamani, msiwe na hofu ya namna hiyo. Hofu zinajengwa na watu maadui kwa makusudi yao. Jambo la pili la msingi, kulia ndani, pumzika Unapokuwa na magonjwa haya ya mafua na kifua na kikohozi, i see, nadhani kitu cha msingi ni kupumzika ndani. Cha kwanza, hata kama ni mafua tu ya kawaida, hautoambukiza wengine kwanza. Lakini pia hata kama wewe una mafua ya kawaida, utakapoenda kuzunguka huko sana, unaweza kuondoka kweli na magonjwa mengine ambayo ni ya ajabu zaidi. Pumzika ndani. Lakini pia utakapopumzika ndani, utasaidia mfumo wako wa kinga za mwili uweze kujiboost na kupambana na shida vizuri. Unajua, unapoenda katika maangaiko, maangaiko na harakati unafanya hii zile nguvu za mwili ziweze kugawanywa katika kazi mbalimbali. Lakini unapopumzika ndani, nguvu ya mwili yote katika kupambana magonjwa inakuwa concentrated pale. Kitu kingine cha tatu cha kufanya ni ipatie kinga yako ya mwili nguvu. Na hiyo unaweza kufanya kwa kuzingatia masuala ya chakula. Hasa kitu cha msingi kabisa. Yale machungwa, eh, ndimu, ndimu, limao, aise, pilipili hoho ina vitamini C nyingi sana. Nadhani katika vyakula vitatu bora vinavyoongoza kwa vitamini C ambayo inaongeza kinga ya mwili ni pilipili pili hoho. I say, ningeushauri uweze kula vyakula hivi, mboga za majani, na kuzingatia mlo kamili. Huu ndio muda halisi, na kunywa maji ya kutosha. Unapokunywa maji inapunguza maudhi na dalili za magonjwa haya ya mfumo wa hewa. Asa, kitu kingine cha nne cha msingi nizingatia masuala ya usafi hapa Aisee, nawa mikono muda wote, ili kuweza kuondoa virusi na kuweka mikono yako katika hali ya usafi. Lakini pia hakikisha ukipiga machafya chafya haya na nini, funika mdomo bwana, yaani usio uko unapiga chafya mbele za hii apa, watu alafu unajiachia kama unavyoona hii hapa watu walivyojaa hapa kwenye foleni hapo, tunaona hebu angalia hapo, mtu apige chafya, ase ni hatari kweli kweli, kila mtu ameondoka na virusi. Sasa hii inakuwa ni hatari kweli kweli. Ukipiga chafya funika vizuri, ukae katika mazingira safi, usiambukize wengine pale nyumbani, si ndio? Kitu kingine cha tano cha kuzingatia ni kwamba ujiepushe na misongamano e, usikae kwenye misongamano mingi sana, watu wengi, unaweza ukaambukizwa magonjwa haya ya mfumo wa hewa, aidha ni korona, au kama sio korona, au kama ni mafua ya kawaida Epuka misongamano, magonjwa yote haya yanaweza kuambukiza katika misongamano ya watu wengi. Na kitu kingine cha sita cha msingi ni kwamba kama utahisi utakaa katika misongamano ya watu wengi, au kama unahisi kana kwamba e, kuna dalili kubwa ya kuambukizwa ugonjwa, aisee vaa maski, au hata kama unaona na mafua nini, vaa maski, ujilinde wewe, lakini pia ulinde na wenzako, ulinde na watoto wako na ndugu zako na marafiki zako pia walinde. Aisee ni muhimu sana aisee. Na kitu kingine cha saba akikisha unapona na dalili ambazo zimekuzidia, kama eh, uweze kupumua vizuri, kifua kinauma, unapandisha homa, a hata kama ni mafua ya kawaida, hakikisha unaenda hospitalini wanakucheki na wanakufanyia vipimo na wanakuhudumia. Wagonjwa wengi ambao ninawaona wanakuja katika dalili hizi tunawahudumia vizuri, na wengi ukifuatilia, ndani ya siku mbili siku tatu wamekaa vizuri. Unaona, ah kumbe ilikuwa tu ni mafua ya kawaida tu, rafiki yangu, sawa. Asi, sasa hii ni ripoti ya leo tarehe 26 mwezi wa tano sasa nitakuwa nakupatia ripoti kila mwisho wa mwezi kuhusiana na ugonjwa huu unaendeleaje. Sasa, subscribe chini ili nitakapotoa taarifa hizo uweze kuzipata mapema bila kuzitafuta sana. Asante, Dr. Daniel here.